Karibu katika channel ya Fairboy kwa updates zote za ajira, kuitwa kwenye usaili, kuitwa kazini, usisahau kusubscribe, pia unaweza jiunga na channel yetu ya Telegram link ipo kwenye. Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, ofisi ya Rais, Sekretarieti ya ajira katika utumishi wa umma. Tangazo la kuitwa kazini. Katibu wa Sekretarieti ya ajira katika utumishi wa umma anapenda kuwataarifu taarifu waombaji kazi wa nafasi mbalimbali waliofanya usaili kati ya tarehe mbili mwezi wa tisa elfu mbili na ishirini na nne na tarehe kumi na tano mwezi wa nne elfu mbili na ishirini na tano kuwa matokeo ya waombaji kazi waliofaulu usaili huo ni kama yalivyoorodheshwa katika tangazo hili. Orodha ya majina haya pia inajumuisha baadhi ya wasaili walioko kwenye kanzi data database kwa kada mbalimbali ambao mbali, wamepangiwa vituo vya kazi baada ya nafasi kupatikana. Wasaili wote wa waliofaulu usaili na kupangiwa vituo vya kazi, barua zao za kupangiwa vituo vya kazi watazipata kupitia akaunti zao za ajira portal kwenye sehemu ya my application. hivyo watapaswa kupakua na kutoa nakala, download and print, barua hizo na kwenda nazo kuripoti katika vituo vya kazi walivyopangiwa. Aidha, waombaji kazi waliofaulu wa usaili na kupangiwa kituo cha kazi wanatakiwa kuripoti kwa mwajiri katika muda ambao umeainishwa kwenye barua za kupangiwa kituo cha kazi, wakiwa na vyeti halisi original certificate za masomo kuanzia kidato cha nne na kuendelea ili vihakikiwe na mwajiri kabla ya kupewa barua ya ajira. Kwa wale ambao majina yao hayapo katika tangazo hili, watambue kuwa hawakupata nafasi au hawakufaulu usaili, hivyo wasisite kuomba kwa mara nyingine nafasi za kazi zitakapotangazwa. Mamlaka ya ajira, kada, majina walioitwa kazini. Halmashauri ya Mji Mbinga, mwalimu daraja la tatu C, somo la biashara, business studies: Emmanuel Mwakibere Anton. Halmashauri ya Wilaya ya Tunduru, mchumi daraja la pili, economics 2: Caroline Edward Marintain, Jennifer Silvanus Isidori. Mhandisi ujenzi daraja la pili, civil engineering 2: Mohamed Yusuf Msenga halmashauri ya wilaya Mlele afisa hesabu daraja la pili accountant officer two Auto Method Wesangira afisa mteknolojia daraja la pili maabara health laboratory scientist Alfani Kesi Benjamin afisa muuguzi msaidizi daraja la pili assistant nursing officer two Ajuae Manase Fungameza Angela Happiness Ndosi Anna William Keshi Estel Sante Mkumbo, Festo Yuzabio Sanga, Hassan Rashid Wilson, Juliet Christopher Mligo, Kalekwa Joseph Francis, Masud Salum Masud, Manira Dani Katondo, Munira Dani Katondo. Afisa ugavi supply officer 2, Akwela Silayo Konstantin Afisa ununuzi daraja la pili, Procurement Officer Two: Pendo Msafiri Mgodo Mdogo. Afisa ustawi wa jamii usaidizi daraja la pili, Assistance Social Welfare Officer: Frank Lari Gatuga, Husna Wilibert Mwambelo. Fundi sanifu ma, maabara ya shule daraja la pili, School Laboratory Technician Two: Neema Abedi Msuta, Salehe Ismaili Abdalla Saudala Tureia, Hasani Saidi, Tumaini Lwaga Mkubwa, Yusuf Juma Rutondo. Mchumi daraja la pili, economics, Dorin Faustin Masawe. Mtakwimu daraja la pili, Statistician, Ngwiro Mwita Ngwiro. Mwalimu daraja la pili, bibiolojia, Emmanuel Isaya Ngo, Lebent Jekonia Kaheta, Wili Asanjile Waziri Yusuf Meshak Masena mwalimu daraja la tatu B kemia. Dixon Richard Mrisho Edgar Eric Felix Magamba mwalimu daraja la tatu B fizikia physics. Gabriel Mungisha Ruberwa Pima Selemani Pima Shedra Kalfayo Singano Yona Hiiti Siima mwalimu daraja la tatu B hisabati mathematics. <coughs> Hazina Abedi Abed Sheiza Huruma Patson Kilamile Prisca Dorin Marandu Stella Muyoboko Kaumbie mwalimu daraja la tatu B Kiingereza Joseph Elias Kilingo Pendo Adriano Kiongozi mwalimu daraja la tatu C historia Asnat Idris Kimaro Benjamin Fidel Fraud Hilari Juma Jumanne Justina Lucas Shitanda mwalimu daraja la tatu C si, jiografia geography: Gideon Elisha Daudi, Nicodemus Ernest Nyegizo, Venus William Njala. Mwalimu daraja la tatu si Kiingereza: Catherine Ivan Migani, Diana George, Jafet Godliving Donald Mongi, William Friday Mnyombe. Mwalimu daraja la tatu si Kiswahili: Fadhili Saidi Limahala, Kriziki Johnson Mtui Cipriano Katunzi Stephen Lucas Shamanga, mwalimu daraja la tatu A, Bahati John Adamu Bonfas Justin Gudaga Ernest Isaac Chema Hezron Phineas Kabende Jerome Herman Kika Josephat Nyamanga Peter Mabula Stefano Lufanziza Nixon Baino Mugisha Jovinari Pius Valerian Sule Shija Mugambi Sindano Samson Haruna Thomas Tungu Gweji Wile Saloni Ramadhani Yohana Sheila Kitundu Zera Ezekieli Singo tabibu daraja la pili clinic officer two Baraka Clara Simon Gadawi David Sabian Lisu Eleonora Benedicti Mtangwa Mtasingwa Esupat Lembres Laizer Gerimasi Lawi Enos Jekonia Yohana Dastan John Charles Mzungi Olivia Benjamin Mliuka Oscar Charles Mdumwile. Halmashauri ya wilaya ya Songea, mwalimu daraja la tatu B, kemia. Furaha Kengele Joseph Lydia Samson William. Mwalimu daraja la tatu C, somo la biashara. Abdalla Abdalla Mfaume, Abdalla Muhammad Shabani, Agata Mathew Monga, Beatrice Emmanuel Meshak, Christina Adhiambo Privatus, Devota Gabriel Goi, Grayson Godfrey Tabendera, Irene Michael Nyelo, Jennifer Joseph Swai, Jovina Abel Nades, Mahona Tanganyika Jagweni, Maximilian Maximilian Ndunguru Richard Ochieng Odhia, Yasinta Augustin Pangamawe. <coughs> Almashauri ya wilaya Ushetu, mwalimu daraja la tatu, si kilimo agriculture. Alidadi Winston Katete, Pascalina Bali Moe, afisa hesabu daraja la pili, accountant officer two. Teresia Sosfenes Komanya, afisa lisha daraja la pili, nutrition. Halima Ramji Mzirai, afisa maendeleo jamii msaidizi daraja la pili, Furaha Simon Luoga afisa assistance community development officer tu Justina James Msengi afisa ufugaji nyuki daraja la pili, bkepi Riziki Benedikto Nyondo afisa ugavi msaidizi tu Andrea Jacob Taudi afisa ugavi afisa ukaguzi wa ndani Dorikas Ibrahim po afisa usafirishaji daraja la pili, Transport Officer 2, Dennis Daudi Chombo; afisa ustawi wa jamii msaidizi daraja la pili, assistant social welfare Officer 2, Catherine Robert Mwangu, pili, Hamisa Rajabu Jafari na Zalena la Mekingezi; fundi sanifu vifaa tiba daraja la pili, biomedical engineering technician 2, Lukanga Michael Charles; katibu wa afya daraja la pili, Health Secretary Asia Nyamambara Machumu, mchumi daraja la pili, Eric Carson Moshi, Noel Yeredi Selia, msaidizi wa ufugaji nyuki daraja la pili, Zainabu Hamisi Kalutwa, mtakwimu daraja la pili, Baraka Elisha Charukula, teknolojia dawa daraja la pili, Rose Anesti Kibona, Sofia William Ligo, Zuena Madadi Lituta, teknolojia maabara health laboratory technician Patricia Marcel Mbiaji Robert Kayanze Palanya mwalimu daraja la tatu B biolojia Agnes Pambe Magida Ana Wilbert Tarimo Phineas Joel Mnyafya Godfrey Luhanga Ngeleja Irene Anderson Lukumi Jackson Tobias Ndago Michael Matias Mundui Tarazia Bilateza Stefania mwalimu daraja la tatu B Njugu Kajaliwa Mashimba, Samuel Richard Magema. Mwalimu daraja la tatu B fizikia: Abdulaziz Isa Abdurahmani, Godias Athanas Mkilengazu, Joshua Sindio Lukimbalunye, Maria Jeremia Gwila, Remdata Constantin Rwebilum mwalimu daraja la tatu b historia Jafet Kosma Saule Paula Jerome Ngoi Romana Sandrick Chale. Mwalimu daraja la tatu b jiografia Amina Nasoro Nzonzo Halima Athman Lazi Pendo Onesmo Kinyage Seleman Saidi Subea. Mwalimu daraja la tatu b kiingereza Mary Nkumba Kulwa. Mwalimu daraja la tatu b kilimo Kikacha Felista Andrea Akonai Gabriel Michael Ami, Happiness, Frankie Loy, Margaret Joel Mullen, Martha John Daniel. Mwalimu daraja la tatu b shule ya msingi Derek Beyanga Semu Mathias Mashanene Luhemeja Mlekwa Ngeme Nyamlala. Mwalimu daraja la tatu si fizikia, Isaac Kalam Jindinda Kiza Emmanuel Alisha Maria Abogast Peter Ramadhani Hamisi Mwangu Thomas James Mahela. Mwalimu daraja la tatu si, Historia. Fabian John Charles Rahim Habibu Lwena mwalimu daraja la tatu si jiografia. Jackson Pasensi Kimbindu Kishimba James Masaga mwalimu daraja la tatu si Kiingereza. Hamisi Mwikusha Mateso Inwene Milios Lopeza Jeremia Elias Mangulala Praygod Jackson Mbando Soma Kiruji Somba mwalimu daraja la tatu si Kiswahili. Agnes Jailos Batega Hadija Saida Mrita Abbas Mwangwela Kimaringo <coughs> mwalimu daraja la tatu a Abbas Mwangwela Kimarango Agnes Pascali Herman Ana Yohana Michael Avita Jason Kongozi Baraka Charles Michael Edgar Mbatina Elizabeth Mafu Emmanuel Pius Nga Eva Malaika Evans Andrea Fatuma Somo, Felista Masekwa, Frank Daudi Kija, Francisco Agata Nyambo, Flora Mgaya, Hamis Muhammed Said, Hepi Filemon Mandela, Hebert Gerson Karova, John Cleofa Clement, Katrina John Silayo, Kazia Godfrey Alex Lurega, Richard Balanyiga, Lusako Julius Ntwale, Mariam John Chaseu, Mariam Safiri Juma. Mary Pasco Adolf, Mlagwa Jabil Makenya, Moses John Shayo, Mwasiti Hasani Sihaka, Ntabula <coughs> Job Jafet, Olonyaki Mtobi Naiga, Omari Masudi Mnaguzi, Pancras Fortunasus Andrea, Pasco Joseph Tarmo, Phineas Matinde Chacha, Kadhika Kaimu Garuma, Regina Tanas Yohana, Revina Gamemulo Nestori, Saidi Mwalimu Naise, Sayuni Chitenge Selina, Patrice Bayo Tangu, Tangu Amos Tangu, Tadeo Isaya, Ntamara Valeria, Valeria Raymond, Uganda Valentino Ngende, Gabriel, Anita Januari Joseph Mwalimu daraja la tatu si biolojia: Anita January, Joseph Catherine, Tobias Malulu, Eda Tarmo, Gadie e, Francis Deus, Mtelemwe, Happy Joseph, Ngonde, Irene Lemoni, Mwachembe, Lydia Clemensema, Pascalina Gafi, Osea. Mwalimu daraja la tatu si kemia: Ana Elia Kibiki, Asante Sinaeli Kijange, Esta Zedekia Ludandla, Ezekiel Levoloski Sangau Matthew John Jonathan Musa Kurani Lenoi Molen Sabina Petro Mangai Seleman Omar Nkumbi Violet Silvester Bura Victoria Januar Kayombo, Planning Officer 2 Asha Maulid Kimasa, technician electrical, Emil Mangai Sele. Imetolewa na katibu sekretarieti ya ajira katika utumishi wa umma. Asanteni na karibuni.